Habari ya wakati huu. Kwa majina, ninaitwa Wakisa Kayombo, ni mtaalamu maabara kutoka hospitali ya rufaa mkoa wa Manyara. E, msingi namba moja katika kuelekea mafanikio ya kiuchumi ni kuwa na afya bora, na kuwa na afya bora kunaanza kwa kujua hali ya afya yako. Nipende kutumia fursa hii kuweza kuwatangazia, pima pima ambavyo tunapima katika maabara yetu. Kipimo cha kwanza ni alpha fetoprotein. Kipimo hiki ni maalumu kwa ajili ya kuweza kuangalia eh, dalili za kwanza za saratani ya ini na matatizo ya ini. Lakini kipimo cha pili ni coagulation indices ambacho kipimo hiki ndani tuna kipimo vitatu na kipimo cha PT, APTT pamoja na INR. Kipimo hiki ni mahususi kwa ajili ya kuweza kuangalia uwezo wa mwili kugandisha damu. Kipimo hiki tunakipima pale ambapo nataka kufanyia upasuaji, lakini eh, kama una changamoto ya eh, damu kuganda unapopata majeraha lakini kipimo cha tatu ni reticulocyte count kipimo hiki ni mahususi kwa ajili ya kuweza kuangalia uwezo wa mwili kuweza kuzalisha seli mpya nyekundu za damu kipimo hiki tunakipima pale ambapo mtu una changamoto ya kuishiwa damu mara kwa mara lakini pia e, tunapima ili kuweza kuangalia uwezo wa mifupa kuweza kuzalisha seli mpya nyekundu za damu Nipende kuwakaribisha katika maabara yetu ya Hospitali ya Rufaa mkoa wa Manyara kwani tumejipanga kuweza kuwapatia huduma bora. Karibuni.